Joshua Nasari, swali la nyongeza. Ah, mwenyekiti asante kwa kuniona. Swali <laughs> moja tu kwa upande wa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, uh, wilaya kongo ya Rumeru makao makuu yake ni halmashauri ya, ya mji mdogo wa Usariva. Fortunately kwa miaka yote halmashauri ya mji mdogo hule haina hata kilomita moja ya lami. Katika mji wa Usariva ilitengwa kilomita tano na wizara yako, mheshimiwa waziri wananchi wakafanywa sensitization kwa ile teknolojia mbadala ambayo imefanyika kwenye maeneo mengine lainiaketa enw owe mamlakaa Uh, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikiri kwamba nimefika kwenye jimbo la Mheshimiwa mbunge na pamoja na yeye tuliambatana kwenda kufanya ukaguzi barabara ambayo tunaijenga kwa kiwango cha lami. Vivyo hivyo kama ambavyo tumefanya jitihada kwenye barabara ile tuliyoikagua, tutaendelea kufanya jitihada kama serikali kuhakikisha tunatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo ili wananchi wa Rumelu na makao makuu ya jimbo hilo Usaliva waweze kupata huduma nzuri za barabara. Mheshimiwa Josephine Kapama, swali la nyongeza. Mheshimiwa Kunti Majara Josephine na naibu. Asante mwenyekiti, nilikuwa na swali dogo la nyongeza kwa mheshimiwa ha, waziri. Kumbe upo. Endelea kwa mheshimiwa waziri, je, Wizara ina mkakati gani wa kuja na solution ya kudumu hata kama sio ya kudumu japokuwa ya muda mrefu kwa zile barabara zinazozibwa viraka kwa sababu ya mfano kuna baadhi ya barabara unakuta zina mashimo lakini zinaziba mara kwa mara kwa hiyo nilikuwa nataka kujua kama tunaweza tukapata solution ya kuziba viraka ambavyo vitakaa kwa muda mrefu kwa ajili ya kusevu Mheshimiwa uh, Mwenyekiti, kwanza nimpongeze mbunge wa mkoa mzima wa Morogoro aliyetoka kuuliza swala la nyongeza. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa maelekezo sisi Tarura ndani ya serikali kwa ajili ya kuanza mkakati wa kutumia teknolojia mpya teknolojia ambayo itajenga barabara zetu kwa gharama nafuu na, na hivyo tutaweza kuyafikia maeneo mengi na kujenga barabara zinazodumu muda mrefu zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mkoa huu wa Morogoro ambao wabunge wake wameuliza maswali mengi hapa, e, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Tumejenga mtandao wa barabara kwa kiwango cha rami na sasa tumefikisha karibia kilomita 125. Mradi wa tactic ambao tulitekeleza kwa awamu ya kwanza tulipeleka zaidi ya bilioni 19. Mheshimiwa Rais lengo lake ni kutaka kuona wana Morogoro anaufungua mkoa huu mkubwa ambao ni muhimu kwa uchumi ndani ya nchi yetu.